Haya, leo nimekuletea mmea huu hapa kama Dr. Emanuel ambaye sijawahi kufaira hata siku moja. Huu hapa, uangalia vizuri, na juu unaonaga sana, na una matunda yanauzwa sokoni sana sana, na hayo matunda yanapendwa vibaya mno. Sasa huu mmea ni dawa nzuri sana kwa wewe ambaye unasumbuliwa na UTI. Wewe mwanamama ambaye unasumbuliwa na damu, hazikati hmm, hezi zako yaani hazikati yaani, ni mfululizo. Unaweza ukaingia mwezi miezi miwili, wiki mbili, siku kumi, siku kumi na tano, hazikati. Tumia haya hapa, mm? Unauona, umeuona. Tumia huu hapa, utanishukuru sana. Tumia kuchemsha haya hapa, nayo yaona ya mdomoni, sio maua. Haya ni ya mdomoni ambayo hayajakomaa, ila yapo kama maua Ukiangalia vizuri unaweza kudhani ni maua, ila sio maua. Sisi tunauita umshindwi, hmm? Unauona, ni mmea mzuri sana kwa kutibia hayo maradhi UTI sugu ambayo ina muda mrefu sana, ha? Umetumia dawa nyingi sana haziponeshi, hakikisha unatumia haya hapa, majani yake na mzizi wake, chemsha, kunywa, utanishukuru sana. Kwanza mkojo utakao utoa, eh? mkojo utakaoutoa mpaka utashangaa. Jamani, dokta ni mmoja na bado nakuletea vitu vingi sana mpaka eh, utaenjoy wewe mwenyewe, uangalie vizuri huu hapa eh. Kwa matumizi ndo hayo jamani. Hii ni tiba ambayo utakapoitumia itakuletea matokeo mazuri sana eh, wewe najua haya magonjwa ambayo unayataja ndio yanayosumbua sana mpaka sasa hivi, na dawa mnatafuta sana za asili. Kuna wengine hawapendi mambo ya kizungu, tupo kwenye asili asili yetu. Sasa tumia mmea huu, tumia mmea huu, tumia mmea huu. Wewe mwanadada, wewe mwanadada, wewe mwanababa, wewe mwanababa, UTI ambayo haiishi inasababisha vitu vingi vibaya sana kwa madhara hmm. Kwa hiyo sasa, jitibie jitibie, niamini mimi, dawa hii hapa haya. Leo nimekuletea mmea huu hapa, kama Dr. Emanuel ambaye sijawahi kufaira hata siku moja. Huu hapa, uangalia vizuri, najua unauonaga sana na una matunda, yanauzwa sokoni sana sana, na hayo matunda yanapendwa vibaya mno. Sasa huu mmea ni dawa nzuri sana kwa wewe ambaye unasumbuliwa na UTI, wewe mwanamama, ambaye unasumbuliwa na damu hazikati, hmm? Hezi zako yani hazikati, yaani ni mfululizo, unaweza ukaingia mwezi, miezi miwili, wiki mbili, siku kumi, siku kumi na tano, hazikati. Tumia haya hapa, hmm? Unauona, umeuona tumia huu hapa, utanishukuru sana. Tumia kuchemsha haya hapa, haya nayo yaona ya mdomoni, sio maua haya ni ya mdomoni ambayo hayajakomaa, ila yapo kama maua. Ukiangalia vizuri, unaweza ukazani ni maua, ila siyo maua. Sisi tunauita umshindwi, hmm. Unauona, ni mmea mzuri sana kwa kutibia hayo marazi UTI sugu, ambayo ina muda mrefu sana, ha? Umetumia dawa nyingi sana, haziponeshi. Hakikisha unatumia haya hapa, majani yake na mzizi wake, chemsha, kunywa, utanishukuru sana. Kwanza mkojo utakao utoa, eh, mkojo utakao utoa mpaka utashangaa. Jamani, dokta ni mmoja na bado nakuletea vitu vingi sana, eh, mpaka utaenjoy. Wewe mwenyewe uangalie vizuri, huu hapa Ha? Kwa matumizi ndo hayo jamani. E, hii ni tiba ambayo utakapoitumia itakuletea matokeo mazuri sana. ha? Wewe najua haya magonjwa ambayo unayataja ndo yanayosumbua sana mpaka sasa hivi na dawa mnatafuta sana za asili. Kuna wengine wapendi mambo ya kizungu, tupo kwenye asili, asili yetu. Sasa tumia mmea huu tumia mmea huu, tumia mmea huu, wewe mwanadada, wewe mwanadada, wewe mwanababa, wewe mwanababa, UTI ambayo haiishi inasababisha vitu vingi vibaya sana kwa madhara hmm. kwa hiyo sasa jitibie, jitibie, niamini mimi, dawa hii hapa.